Anachochea zaidi amempitishia Kip Denis yeye na kwake, Kip Denis Prospa na kwake ndani ya box, vipasi katika nafasi. Mpanzu Raketaa kulikipa, wameondosha mpira mbali zaidi, unakwenda kuwa kona, lakini ni Eli Mpanzu king Eli wanao Simba Kipdenis lamini sibusiso tabo, jaribio ambalo alilinyosha Kipdenis nje ya box ya 18 kibudi, jaribio lake limedhibitiwa. Neomaema akenda kufanya pressing, wanaondoka cross inajazwa ndani, katika nafasi Dlamini anapiga kwanza, Joel Madondo katika nafasi nyingine, mpira unababatiza, anaondosha Dese Mukwala.